Hii ni TBC habari. Kwanza muktasari. Mkutano wa 11 waendelea, wabunge wasisitiza umuhimu wa, wa umu usalama wa taifa. Mamlaka ya mawasiliano nchini kwa simu nchini kufunga laini zote za simu ambazo ziliwa mpaka sasa mia wa mzika msanii mkongwe wa Taarab Fatuma binti Baraka maarufu kama Bibi Kidude huko Zanzibar. Zaidi ya watu mia moja wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuteketea katika mlipuko uliotokea Texas nchini Marekani. Na katika michezo, presha ya uchaguzi mkuu wa Chaneta yapanda, usaili waendelea kufanyika. Msomaji wako usiku huu ni ashaji. Nam ni Alhamisi ya April 18. Umi n uhali gani, mtazamaji wa TBC? Karibu katika taarifa ya habari ambayo imesheheni taarifa kemkem, jumuika nami. Waziri Mkuu Mizengo Pinda amewataka watumishi wa serikali na hasa walimu kuhakikisha wanaomba mikopo kutoka taasisi za kibenki na si taasisi zisizo rasmi ili kuepuka riba kubwa inayotolewa na taasisi hizo. Waziri Mkuu Pinda amesema hayo wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo bungeni mjini Dodoma ambapo pia ametoa ufafanuzi kuhusu matumizi ya mfumo mpya kwa ajili ya uchaguzi. Mwandishi wetu Mwasusware ambaye yuko mjini Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Siku ya Alhamisi kila wiki ni siku maalum kwa kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa kiongozi wa serikali bungeni, waziri mkuu Mizengo Pinda kujibu maswali kutoka kwa wabunge, ambapo waziri mkuu anajibu swali lililoulizwa na Diana Chilolo, mbunge wa viti maalum, kuhusu suala la mikopo kwa walimu Je, serikali haiwezi kufikiria kwamba angalau basi wafanyakazi wawekewe kiwango chao cha riba kingine tofauti hata na wafanyabiashara ili waweze kumudu mikopo hii ambayo sasa imekuwa ni kero kwao? Lakini eneo ambalo nataka niwaase tu watumishi kwa ujumla ni pale wanapokwenda kuchukua mikopo kutoka kwenye vyombo ambavyo ni nje ya vyombo kama mabenki. Vyombo vingine hatuvijui, hatujui vinavyofanya kazi zake, na wakati mwingine wanapigwa riba kubwa zaidi kuliko hata ile ya kwenye mabenki. Kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe akajielekeza kwenye masuala ya tume ya uchaguzi mkuu, ambapo waziri mkuu akatolea majibu. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeanza mchakato wa kujiandaa kuweka utaratibu wa biometric katika daftari la kudumu la wapiga kura ni kwamba mfumo huu usiposhirikisha wadau wengi tangu katika hatua zake za kwanza kabisa za msingi za kutengeneza software ya kusimamia mfumo huu, mfumo huu hawezi kuja kuaminika kwa wadau wengine dakika za mwisho. Tume hii ina watu watu wenye uwezo mkubwa na mchanganyiko wake, ni ule ndio umetoa imani kubwa. Mimi siamini kwamba katika tume ile tume yenyewe watashindwa kuambizana ukweli juu ya mfumo huo na nini, utazaa matunda gani na kujenga imani ambayo sasa hivi inaleta hofu kwa. Mimi naomba tu nimwombe mheshimiwa Mbowe kwa niaba ya, ya wengine wote, hebu tuiamini tume hii katika kazi hii. Akihitimisha hoja za wabunge kuhusu makadirio ya matumizi ya ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma Selina Kombani amewataka watumishi wa umma kupeleka madai yao katika maeneo stahiki na sio vyama vya siasa, huku waziri asiyekuwa na wizara maalum Profesa Mark Mwandosia akizungumzia suala la usalama wa taifa. Hawa ni mashujaa ambao hatuwafahamu, lakini wapo, hatuwapi hata sifa. Wanafanya mambo makubwa sana, yani ni, ni, ni, ni hawa tunaowaita unsung heroes. Leo tunakuja kuwazungumzia hapa kwamba wanatoa vidole vya watu huo au, au, sio usalama wa taifa hata kidogo. <laughs> Kwamba, watumishi wa umma badala ya kwenda kulalamika kwenye vyombo vya siasa, pale utumishi ndipo tunaposhughulikia malalamiko ya, wanane, wa, ya, ya watumishi kupitia Tume ya Utumishi wa Umma. Ukija humu ukisema kwamba uingize kwenye siasa, unaonekana kweli wewe ulikuwa unafanya mambo ya kisiasa Bajeti ya makadirio ya matumizi kwa ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma kwa mwaka wa fedha elfu mbili kumi na tatu elfu mbili na kumi na nne imepitishwa na wabunge. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma, mimi ni Mwasu Sware wa TBC. Naam, shukrani sana Mwasu Sware. Na umoja wa Tanzania wanaoishi nchini Uholanzi wameelezea kusikitishwa kwao na vitendo vya baadhi ya watu wanaojaribu kupandikiza mbegu za chuki kuibua chokochoko -choko kwa kujaribu kuagawa kwa misingi ya dini. Watanzania wameasema hayo katika mkutano na Rais Jaka Kikwete wakati wa ziara yake nchini Uholanzi ambapo amewaambia kuwa pamoja na mambo mengine wameridhishwa na kufurahishwa na hotuba ya Rais ya mwisho wa mwezi uliopita alipokemea masuala ya baadhi ya watu kupandikiza chuki miongoni mwa wenzao. Mwandishi wetu Prudence Constantine ameandaa taarifa ifuatayo kutoka huko Uholanzi. Watanzania kwa mamia wanaoishi nchini Uholanzi kwa shughuli mbalimbali wanakutana na rais Jakaya Kikwete katika ziara yake ya kikazi ambapo ametumia fursa hiyo kuzungumza nao na kuwaeleza hali halisi inavyoendelea nchini Tanzania. Baada ya utambulisho wa Tanzania ao, kupitia kwa mwenyekiti wao, wakampongeza rais Kikwete na serikali yake kwa jitihada mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tunaimani kuwa serikali inafanya kila aliwezao kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinabaki kuwa alama kuu ya nchi yetu tunaungana na kauli yako katika hotuba ya mwisho wa mwezi uliopita ulipotutaka sote kusimama na kulinda amani yetu juu ya tofauti zetu za kidini, itikadi na za kisiasa. Mheshimiwa Rais, sisi watanzania wa ulanzi tunafuatilia kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Ujenzi wa miundombinu ya kuunganisha mikoa ni jambo la kutia matumaini. Baada ya hotua yao watanzania wakatoa zawadi kwa rais Jakaya Kikwete ili kuonyesha furaha yao kutokana na ugeni walioupata. <apples> Ukatimu wakati kwa Dokta Kikwete kuzungumza na Watanzania. Kwanza akazungumzia hali ya kisiasa na kuwataka wasiwe na wasiwasi kwa vile nchi ni shwari, kwamba unasema kwamba Kikwete, nchi imemshinda, haijanishinda. Wewe si maoni yako. <laughs> Mimi nijanishinda. Wewe utakuwa na maoni yako tu lakini, <laughs> mimi haya nisumbuye eh. Haya, haya, haya. Lakini tukizungumza siasa zetu ni kutukana enyewe ina ii mko huku Ulaya ndio kwenye demokrasia, kuna na na mtu anamtukana mtu huku, hawafanyi. Sisi sisi wana wanasiasa wetu upanda jukwani kutukana, inaonekana ndio uhuru wa kutoa maoni. Sio hivyo, toa maoni yanayohusu hoja. Nyinyi katika uchumi mnafanya hiki, hiki, hiki, sisi tukija tutafanya. Kutukana hiki, hiki, hiki, lakini hayapo tu. That, that, that, that, that, that is bad. Halikadhalika akazungumzia umuhimu wa ziara yake nchini Uholanzi na kueleza hatua iliyofikiwa katika mazungumzo yaliyofanyika nchini Uholanzi pamoja na viongozi mbalimbali. Uwekezaji ni mkubwa, lakini ichokubayani kwamba waendelee kupanua uwekezaji wao, waongeze uwekezaji. Lakini niwaambia kwamba sasa tunataka kuwavutia waende sasa kwenye maeneo ya kusini, nyanda za juu. Tumejenga airport ya kimataifa imekamilika sasa, lakini airport ile kwa maana tu ya ya kusubiri ndege zije zinaweza zisije za kimataifa, lakini tumewekeza kwenye kwenye uwekezaji mkubwa kwenye eneo lile, ni kwa sababu ya manufaa ya eneo Ziara ya Rais Jakaya Kikwete nchini humo inalenga kufungua milango katika sekta mbalimbali mbali, ambapo pamoja na mambo mengine ameahidi kuwa Tanzania itafungua ubalozi wake nchini Uholanzi kabla ya kuisha kwa mwaka huu. Prudence Constantin, TBC Uholanzi. Mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA kwa kushirikiana na kampuni za simu nchini zimetoa tamko la kufunga laini zote za simu ambazo hazijasajiliwa mpaka sasa. Akitoa tamko hilo mkurugenzi wa TCRA Profesa John Nkoma amesema watakaobainika kutumia laini za simu ambazo hazijasajiliwa watatozwa faini ya shilingi laki tano au kifungo cha miezi mitatu jela. Mwandishi wetu Levina Kateule ameandaa taarifa kamili Miaka minne imepita tangu usajili wa simu za mkononi uanze nchini kote, zoezi ambalo limeonekana kukiukwa baada ya kugundulika watumiaji wengine kutumia namba za simu bila kusajili. Katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mkurugenzi mkuu wa mamlaka mawasiliano nchini TCRA, Profesa John Nkoma, ametoa tamko la TCRA na makampuni ya simu na kusema watumiaji wa simu wanatakiwa kuhakiki laini zao na kubaini endapo zimesajiliwa na kusema hatua za kisheria zitachukuliwa kwa wasio sajili simu hizo. Yote ambaye anatumia au anawezesha kutumia namba ya simu sio sajiliwa anatenda kosa la jinai ambayo faini yake ni shilingi laki tano au kifungo cha miezi mitatu. Sasa jamani, wananchi, hivi kweli uende jela sababu ya simu tu? Mimi nafikiri kitu kizuri hapa ni wananchi tu wenyewe tujue lile jukumu kwamba simu lazima ujiregister na tume kucheki kama umeregister namna gani, tumetoa namba hapo so that uh, ili tatizo tulimalize mara moja. Amesema kwa mujibu wa kifungu cha 130 cha sheria ya mawasiliano ya electronic na posta EPOCA, ya mwaka 2010 mtu yoyote anayeuza au kutoa namba ya simu bila kuisajili anatenda kosa la jinai. Mwananchi ndiye ndo anatumia simu, sasa kwa kuliona hilo, ipo sheria ambayo inasema lazima ujiandikishe, yani uweze kutumia sim card bila kujiandikisha kwa hiyo sasa unapojiandikisha lazima umake sure unatoa taarifa ambazo ni za kweli, maana kama ufanye hivyo, ina maana kuna kitu unaficha. Zoezi la usajili wa namba za simu limeanza kutekelezwa hapa nchini kuanzia mwaka elfu mbili na tisa ambapo zaidi ya watu milioni kumi na saba wamesajili simu zao, huku takwimu zikionyesha kuwa watumiaji wa simu hapa nchini milioni 27. Levina kateule